fai ya kupata mambo hayo, shetani alijibu. Je, shetani ni, eh, ali alijibu ali nini? Shtoka shetani, ilikuwa vishawishi vikubwa kwake. Usifikiri kwamba alipata vishawishi hapa hapa tulivyosoma tu namna hii, hapana. Maisha yake yote ilikuwa vishawishi Alipokuwa katika hii bustani ya Getsemani alisema nini? Ikiwezekana kikombe hiki kinipite. Ni kwa vishawishi vikubwa pia kwake. Hata wakati aliposulubishwa, makuhani, mafarisayo wanapita wanasema, ehe, wewe uliokoa watu wengine ujiokoe mwenyewe, shusha tutaamini. Sasa vishawishi vingi hapa nimetaja vichache vi, lakini maisha yake yote ilikuwa vishawishi. Sasa wainjili wameweka vishawishi wa, wa, visha wa Yesu waliweka katika kifungo kimoja, ni kwa kusudi kuonyesha kwamba Yesu ni Musa mpya. Mahali ambapo Wayahudi walikosa walianguka katika dhambi wakati walipokuwa jangwani, basi yeye Yesu anashinda, hawezi kushindwa akishawishi cha kwanza huyu shetani alifika mwisho, sio mwanzo, mwisho ya kufunga siku arobaini. Sema ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Kumbe shetani alikuwepo pale pale, aliposikia Yesu alibatizwa na Baba alimsema, napendi wewe ndiwe mwanangu mpendwa, kwangu nimependezwa naye. Kumbe shetani alikuwepo pale pale, pale alisikia namwambia kama wewe ni mwana wa Mungu geuza mawe haya madogo. Kulikuwa na mawe mengi madogo palepale, sehemu hizi, weka mkate kula Watuele. Yesu angeweza kufanya hivyo, ana uwezo wote. Kwa hiyo Yesu alisema nini? Alisema mtu haishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Ni muhimu sana kwa ajili yetu, kwa sababu hapa inaonyesha kwamba maisha yetu sio kuongozwa tu na tamaa na kadhalika, bali ni kuongozwa na neno la Mungu. Tuna vishawishi vingi, hapa hapa tunaweka tamaa na mahitaji ya mwili kabla ya kuweka mahitaji ya kiroho. Kwa Yesu, hapana. Kwa Mkristu, hapana. Kwa nini? Kwa nini? Ndio hapana ishawishi <coughs> vilakuwa weke, lazima tuweke <coughs> i mapenzi ya Mungu, neno la Mungu kabla ya kitu kila kitu. Angalieni sana katika maisha yetu, kwa sababu tunafikiri fikiri, fikiri, mambo mengi nina njaa bana, sikuwezi kufanyini nina mimi ni bisi, siwezi kusoma neno la Mungu na kadhalika na mambo mengi namna hii. Neno la Mungu kwanza liwe chakula chetu. Siku moja Yesu alimwambia mwanamke Maria, aliwaambia wafuasi wake, wakati mwanamke alikuwepo pale, wanafunzi walikwenda kutafuta chakula cha kimwili, akampeleka Bwana ule alisema, ina chakula kingine kutimiza neno la Mungu, mapenzi ya Mungu. Tuangalie sana jambo hilo, vishawishi vipo ndani yetu na tukiangalia shauti la pili tunaona kwamba shetani anamwambia kwa kiroho, anampeleka juu ya mlima mrefu, anakuonyesha hii falme zote, anasema ukitaka itakupa yote, yote itakuwa mali yako, kwa hiyo utafanya kazi kwa urahisi kuwakomboa watu na kadhalika. Shetani akusema uongo ingawa ni baba wa uongo <laughs> wakweli, tangu kuanguka Adamu na Hawa alikuwa anatawala ulimwengu. Hata Yesu anamwita mkuu wa ulimwengu huu, alikuwa anatawala. Na Yesu alisema nini? Shetani alitaka mwabudu awe wa kwanza. Yesu alisema hapana, wewe lazima, wewe ni kiumbe uniabudu mimi. Sasa angalieni katika maisha ya siku hizi, ninashangaa katika Tanzania kwa sababu ninaona watu wengi wanafanya mapatano na shetani. Ni kweli shetani anaweza kuwapa utajiri, madaraka na kadhalika, mamlaka. Na utaona wakati wa uchaguzi ujayo hapa mwezi wa kumi, tuangalie sana, watu wanatafuta cheo, fedha, madaraka, mali na kadhalika, kwa kufanya mapatano na yule adui naona kuna manabii wengi wa uongo Mombasa na kadhalika, kwa juma na jiji na kadhalika, wote ni watajiri. Kwa nini? Kwa nini? tu kwa sababu wamehubiri neno la Mungu? Ni kwa sababu wamefanya mapatano na yule adui. Uangalie sana mambo hayo. Ninasukuma, nimetayarisha na nitajaribu kuanza kufanya semina ya kubomoa wale manabii wa uongo. <laughs> wengi wabaya ya siku hizi walikuwa wafuasi wa, wa, Shehe Yahaya Hussein miaka thelathini iliyopita nilijua likuya shehe ambaye alikuwa wafuasi wa Yahaya, ameongoka kawa mkristo Katoliki. Rafiki yangu kaniambia hii hawa walikuwa pamoja nami. Sasa unasemaje? Tusiwe wapumbavu, tusiwe vipofu katika maisha yetu. Kwa hiyo, hii ni vishawishi kweli kweli. Kwa hiyo, kila wakati unashawishiwa na hushwa na kadhalika, kateni, usikubali, kwa sababu hapa unaingia katika mpango ya yule adui na atakuangamiza kwa njia fulani na vishawishi ya tatu, wampeleka pale katika ekalu, na ekalu imejengwa na chini kuna hii bomba la petroli, kuna kama hii mita selasini katikati, na juu anasema, hii uchitupe pale pale, kama imeandika katika hii Zaburi ambayo tumesoma sasa hivi tisini na moja malaika watakuchukua usiji kwae, ingewezekana. Hey. Lakini Yesu alikataa. Kwa nini? Kwa sababu hakutaka kuwakomboa watu kwa njia ya miujiza na kadhalika, kuwafuata kuwakamata watu kwa njia ya hisia tuseme, na kadhalika kama wanavyofanya wanabii wa uongo sasa hivi kataa. Unaona, ukiangalia vizuri kishawishi cha Yesu ni kimoja tu. Tangu alipokuwa changwani alitambua kwamba kuokoa watu ni kwa njia ya mateso, msalaba na kufufuka. Kwa hiyo ukiangalia vizuri katika Injili utaona adui yanajaribu kumwondoa katika jambo hilo, na ndiyo kishawishi yes chao Yesu kila wakati mpaka mwisho kumwondoa katika kuondoa ukoa watu kwa njia ya mateso msalaba. Sasa nilitaka kusema ya mwisho, Yesu alishinda vishawishi ni kwa ajili yetu, kwa sababu kama alishinda vishawishi na kwa akufanya dhambi yoyote, basi sisi tunahakika kwamba pamoja naye tunaweza kushinda vishawishi vyote. sinombiebahi ni kubwa na kadhalika, siwezi na yote. Pamoja na Yesu tunaweza kushinda vishawishi, kila aina ya vishawishi katika maisha yetu. Na ndiyo hii uzuri ya, ya Injili ya leo eh? tusiangalie tusiangalie tu Yesu sasa, tuangalie Yesu pamoja na maisha yetu au tuangalie maisha yetu pamoja na Yesu, na tutapata nguvu ya kushinda vishawishi vyote. Kwa hiyo wakati wa Kwaresima kuna vishawishi na kadhalika, uangalie umeanguka wapi, kama Wayahudi walianguka katika jangwani. Uangalie umeanguka wapi na ujue kwamba pamoja na Yesu, Unaweza kurekebisha na kushinda yote. Amen.